Unapata tabu kutafuta ndoa, ushamaliza waganga na bado hujaolewa? Unapata tabu kutafuta mwenza, mume au mke mwema, na bado haujafanikiwa? Posa zikija zinaishia njiani? Sikiliza nikwambie jambo dogo, sana hilo mbele ya Mwenyezi Mungu. Fata utaratibu huu, insha allah, ndani ya siku saba kwa uwezo wa Allah subhanahu wataala, itakuja posa na utaolewa, na kama we ni mwanamume utapeleka posa itakubaliwa na utaoa Biidhni llahi taala, fanya hivi: usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa, usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa, mchana wake funga, funga ya sunna, nuiya sunnatu lhaja, yani mchana wa Alhamis nuiya sunnatu lhaja. Halafu usiku wake kuanzia saa tisa ya usiku, saa tisa ya usiku, amka chukua udhu, swali rakaa mbili Nia ya hiyo swala ni sunnatul haja. Swali rakaa mbili kawaida. Ukisha maliza kaa chini, fanya istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mara tisini na tisa. Ukishamaliza istighfari sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, tasbihi ya Nabiyullah Yunus ibn Matta. Isome tasbihi hii mara thelathini na tatu.

Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Aya hii isome mara tisini na tisa. Ukishamaliza soma majina saba ya Mwenyezi Mungu katika yale majina tisini na tisa, majina saba ya mwanzo, yani huwa Allahu alladhi la ilaha illahu arrahmanu arahim al almalik alqudus assalam al almumin almuhaimin. Majina haya saba ya some yote kwa pamoja, yaani kuanzia la kwanza mpaka la saba, unarudia tena la kwanza mpaka la saba mara ishirini na moja. Ukishamaliza mswalie mtume salallahu alaihi wasallam idadi isiyopungua mara tisini na tisa kisha nyanyua mikono, mwambie Mwenyezi Mungu, nijalie mwenza mwenye kheri na mimi mwenza aliyokuwa mwema kama huyo. Mwenza uliyekuwa naye hivi sasa katika uchumba, ana kheri na wewe, amsogeze karibu, mpate kuhalalisha swala lenu la ndoa. Kama si huyo, basi amsogeze karibu ambaye ana kheri na wewe. Wallahi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndani ya siku saba utapata majibu ya hiki ninachokuambia. Naam, naitwa Sheikh Sharif Said John, asalamu alaykum.